Kwa hiyo wakawa wamemchukua wakamtoa nje. Niliangalia tu kwenye mwanya wa mlango hivi nikamuona, anawaambia siendi mahali popote, siendi mahali popote. Kweli wakawa wamemchukua, walimpiga sana, baba akatoka akawa amewafuatilia. Mimi niliamka tu nikalala kwenye sakafu, nikamlilia Mungu, nikaambia Mungu, si ulisema katika Wakorinto wa kwanza mlango wa saba mstari wa kumi na mbili katika maombi aliolea amini na mwenzi wake utakasika, mm. na watoto wake watakuwa wasafi. Baba, watoto wangu wako wapi? Nikawa namlilia Mungu, nilimlilia Mungu, nililala pale chini kwa muda mrefu sana, mpaka mme wangu alivyorudi. Alivorudi nilipata ujasiri, nikasema saa nikionyesha udhaifu mbele ya huyu baba huyu baba ajaokoka. Nikaamka nikamwambia Mungu nitie nguvu, nika nika... uzao wako na watoto wangapi? Wanne. Na wewe ni mwenyeji wa wapi? Ah, nimezaliwa pa Arusha. Ndio. Ndio. Okay, tusikie machache. Tumeongea na kijana wako kuhusiana na uh, hali ambayo alikuwa anaipitia na sasa ameamua kuokoka, nampenda Yesu, lakini ametumia mambo mengi mazito na magumu na jinsi ambavyo alikuwa pa shida. Hebu tusikie kutoka kwako, hali ya mtoto, jinsi ambavyo uliweza kusikia hizi habari. je, ulikuwa unaziamini, na kipi kilitokea baada ya kugundua mtoto wako ana tabia hizo? Karibu. Ye nili huyu mtoto nilimzaa mwaka tisini na mbili. Ah, kwa kweli <laughs> ni mtoto ambaye alikuwa baraka nyumbani. mm. alikuwa ni mtoto wa tofauti, kulikuwa watoto wengine. Ye ni mtoto wangu wa tatu, nami na watoto wanne mm. alikuwa baraka sana. Hata nilivyokuwa nikimbeba akiwa mdogo, nilikuwa nikikutana na watu wananiuliza i ni mtoto wako? Nawambia ndio. Mtu anaingia mfukoni anatoa hela ananipa yes. Sikujua ni kwa nini, alikuwa baraka sana mm. na hata alipofikia kuanza shule, nakumbuka siku moja walikuja tu watu pale nyumbani ambao walisema walidai kuwa kua wametokea Compassion mm -hmm. kweli maisha yetu ni ya, ya chini, kwa hiyo wakadai kuwa wanafadhili watoto akiwa na miaka, alikuwa na miaka saba. Mm -hmm. Na ye hakuwepo, ila muda huo nikashangaa ame, ame amekuja, amekuja alikuwa anacheza, mara akatokezea, mara wakasema huyu ndio tunamtafuta, tunamtaka mtoto kama huyu basi, wakawa wamemchukua. Hiyo akawa amefadhiliwa na, na ili shirika la Compassion. Kwa hiyo walimsomesha mpaka alivyofika darasa la saba. Mm -hmm ila alivyokuwa anasomeshwa walimhudumia kila kitu, lakini hakuwa anajua kusoma wala kuandika. Yes, yeah. alivyofika darasa la nne. ah, siku moja akawa ameletwa pale nyumbani wakadai alikuwa anacheza na wenzake, kwa hiyo akawa ameguswa hapa tumboni, akaanguka akazimia masaa mawili. Kwa hiyo ah, nilikuwa bado wakati huo niko kanisa, nilikuwa naswali Luseran, kanisa la Luseran. Okay. Kwa hiyo nikawa naendelea kumwombea namwombea. Baadaye nikawa nimekutana na dada mmoja, nilikuwa nimekata shauri, akanaambia labda majina haya aliopewa ya huko labda ndo yanamtesa kwa ya hiyo akanambia tuingie kwenye maombi, tukaingia kwenye maombi wiki moja tulivyoingia kwenye maombi. Basi alivyofika darasa la sita, yani alivyokuwa akicheza na wenzake, yani akiguswa hata kichwani anaanguka hata huko Compassion kuna wakati alikuwa huko, ilikuwa ni siku ya Jumamosi kituo, alichapo na mwalimu fimbo moja, akaanguka. Walijaribu kumwombea kuamka, wakanifata katika biashara yangu, mimi nilikuwa nimamalishe, nikaenda pale nika, nikamuita tu, nikamuita sana na kumwombea akaamka. Kwa hiyo wakani wakanieleza mtoto mpeleke hospitali, hii hali sio ya kawaida. Nilifika hospitali moja kwa zahanati ambaye anaitwa Limo wapa Usariva. Nilivyofika pale, wakampima kulikuwa kuna daktari wa KCMC wakaniuliza hali inavyomtokea na kuaje, nikawaeleza. Wakanambia tulifikiri ni, ni kifafa lakini sio kifafa. hebu okay, mama jaribu maarifa mengine ha. Nikatoka pale na mawazo ni maarifa gani sijui nikaendelea kumwombea, nikaendelea kumwombea mpaka alivyofika darasa la sita. Siku moja ndio akaja akaniambia mama, ah, nilikuwa nimekabiziwa baskeli ya mtu nimeshikilia, niliona kama giza linakuja likawa limenikumba nikaanguka, lakini sikuchukua muda mrefu, nikasikia watu wanasema huyu mtoto ameanguka, ameanguka. Kwa hiyo akawa ameamka, ndio mara ya kwanza ananieleza yes alikuwa naanguka kwa ajili ya nini lakini alianza kuanguka akiwa darasa la nne kwa anaanguka kama kifafa, na akianguka analala masaa mawili hapo chini, anatoa mate mazito. Basi tuliendelea. Alipofika hiyo darasa la sita ndio siku moja akanambia, ah, sasa hivi najua kusoma. Akachukua gazeti akaanza kusoma maneno moja moja. Ah, nikamshangaa Mungu, nikamtukuza Mungu, yani ni machozi yalimtoka. Basi tulienda, alipofika darasa la saba wamefanya mtihani akaniambia amefaulu. Nilishangaa sana, kwa sababu muda wote alikuwa ajui kusoma wala kuandika. Nilishangaa ah, basi ni, ya, na machozi yakanitoka tena, sikuwa kiki sikuwa vini, nilienda kule halmashauri nikakuta kweli jina lake lipo. Nilishangaa sana, kwa sababu amefaulije? Alikuwa ajui kusoma wala kuandika. Ah, kaendelea kaingia fomu 1 alisoma shule ya msingi ya sekondari sinyisi alikuwa anaenda shule vizuri tu kwa kweli, ila madaftari yake nilikuwa nikiangalia, sielewi, <laughs> sielewi alikuwa anaandika nini, lakini ukimwangalia ni mtoto mjanja, amechangamka, lakini sikuwa naelewa kweli. Alienda mpaka alivyomaliza form 4 alivyotoka matokeo yake yakuwa mazuri. Ah, tukaa naye nyumbani. Alimaliza elfu mbili ilikuwa kumi na mbili elfu mbili kumi na tatu akachanganyikiwa. Ilikuwa mwezi wa pili, changanyikiwa hataki kuvaa viatu, hataki nini, yani kwanza alianza mama, naumwa, naumwa kichwa. Nikampeleka duka la dawa, tukanunua dawa, karudi akaniambia naumwa sana sasa, akawa naogopa hata kulala, kule anakulala na kwa babu yake, anakuja tunalala chumbani hapo pamoja, anaogopa yani, akawa na hofu hasa baadae, nilivyompeleka hospitali fulani ya seminari, daktari mmoja alimwangalia akampima akasema, ah, mama hapana, huyu aumwi, ila kuna shida tu imempata, inatakiwa mwangalie vizuri, ana shida inaelekea kama vile ametumia kitu kibaya. ah, tukarudi naye nyumbani, hatuna majibu. Akaendelea vile kuogopa, kuogopa, mwisho wake akachanganyikiwa. Ilikuwa mwezi wa pili wa tatu wa nne wa wa nne wa tano wa nne ule, kuanzia mwezi wa tano mwanzoni akarudi kwenye hali yake kawaida baada ya kumpeleka kwenye kanisa la TJ uponyaji, akawa ameombewa, na alivyoenda kule akaomba kuokoka, akaokoka, akachagua jina aitwe Josefu. Tukawa tunaabudu pale, kweli alitulia kwa muda kwa muda akawa ni kijana mtiifu sana. Ah, alikuja ku, kuacha uokovu baadaye, baada ya alikuwa na binti fulani ambayo wameshumbiana mm -hmm. lakini sijajua ilikuwaje. Basi akawa ame ule binti baada ya kukataa hata ule wanai tena, akawa amerudi akaacha uokovu. Sasa baada ya hapo akawa yupo simuelewi. mm. e, make huwa yeye huwa ananipigia simu sana kuliko watoto wengine wote, lakini sasa akawa kimya kimezidi. Nampigia simu, wakati mwingine anapokea, wakati mwingine hapokei. Naenda mpaka kwenye chumba anachoishi, sengine nafika namgongea, sengine naweza akafungua ni mlango na kitaa, sasa hujui yupo au hayupo, kimya narudi. Nilipata shida kweli. Kijana mmoja aliniita akanambia, "Mama, samahani," akanambia, "Kijana wako atauawa." Nikaambia, "Nini?" Akanambia, hatauawa tu, kuna mazingira nimemkuta sio mazuri. Ah, wakati mgine tukapata kesi ya simu, lakini ile simu alikuja kunieleza ye mwenyewe, akanambia, mama, kuna kijana aliokota simu akawa ameniletea pale kwenye biashara. Sasa biashara ambaye nimejishikiza pale sasa ile simu kuna kijana nimempa, ilikuwa ni mbovu haijafunguka ameenda naye mjini, lakini ile simu wanaitaka. Kwa hiyo mama, sijui twende tukaongea na yule mama kweli. Tulitoka, ni mama tu wa jirani, tulienda tukaongea naye, alinisikiliza kwa sababu tunafahamiana muda mrefu, basi afuatilie ile simu. Alifuatilia ile simu, haijawahi kufika wala nini, tulipelekana mpaka kwa mwenyekiti wa kitongoji, nikawa nimemwombea pale kijana mwenyekiti wa kitongoji akaniambia jitahidi basi. Yule mama akasema tumlipe pesa ile simu ya kijana wake. Niliwaahidi hivyo, lakini nilikuwa na mgonjwa, baba yangu alikuwa kitandani, kwa hiyo sikuweza kulipa ile pesa. Na yeye mwenyewe alisema kwa tutailipa, mama, hamna shida, na mimi kulikuwa nakofanya fanya shughuli, tutapata tutalipa, atakulipa. Lakini sikujua kama anapitia mazingira gani, kwa sababu alivyokuwa nyumbani alikuwa ni mtifu sana, akija yani haonyeshi kitu chochote, na nilijua kweli ile simu iliokotwa akapewa yeye, hakuonyesha kitu chochote ah. Ilivyoendelea, nilikuwa na baba anakutana na watu, mme wangu anaambia kijana wako atauawa, anakuja nyumbani, miambwa nani, Josefu atauawa, kuna nini? Naambia baba sijui, sasa sijui ukimuuliza, nakwambia mama ni watu wananichukia tu labda yani akitokea kwa sababu watu walikuwa wafunguki kuambia kwamba mtoto wenu ni mwizi, kupata malalamishi hapa na pale, wanaambia tu mtoto wenu atauawa tu bila sababu yote ile naambua e na matendo mabaya yani hawafunguki, yani watu wako, sijui kwa nini watu wako wanafunguka. Yani mara ya ya mwisho ndo tumelala usiku, na alikuwa lazima aje nyumbani hata kama akichelewa yani, anabadilika kwanza anakuwa serious yaani akaanza ya kunionyesha picha sasa, ambayo anakuwa serious, ananiambia mama, vitu vingine sio vya kufuatilia, achana na vitu mama, nini unafuatilia vitu vya aina hii. Ndo nikaanza kumgundua sasa, hatua ya mwisho ndo nilianza kumgundua kwa ah, anakunywa pombe anavuta sigara ah, wakati mwingine nilikuwa nimeangalia sehemu moja ya jikoni ndo nikakuta nikakuta kuna sime nikakuta na, na chupa kama wanaita mzinga wa konyagi nilikuwa nikakuta ni, hapo nikakuta na bia moja ah, nikaogopa, nikachukua ile simi, mpaka sasa hivi iko pale ndani. Nikaiondoa nikaweka, nikasema, hebu ngoja niangalie hivi vitu vinakuja kuchukuliwa saa ngapi. Kukaa kidogo, akaja na na toyo, akaja akashuka mara moja, akaingia, ilikuwa giza, akaingia akaingia, akaenda akafunua pale. Nafikiri ndo alichukua, akaondoka navyo. Lakini ile simi mimi nilikuwa nimeichukua. Nikasubiri aniulize ili ni muoji ni ya nini, hakuniuliza na kumwambia baba. Ah, sikumwambia baba hivi. Hey, si vitu nilikuwa navificha kule kwa baba angu kule, yani sikumwambia baba, kwa sababu mume wangu hajaokoka. Sasa vitu vingine, hata wakati mwingine nilikuwa naomba Asa nikiomba, ya nilikuwa naomba kwa ku, kwa, maana nilikuwa naomba kwa machozi sana. Sikutaka ajue, nilikuwa namsubiria alale. Nilikuwa namlilia Mungu sana, nikimuomba Mungu sana. Lakini sikutaka ajue kwa sababu saa... Nikaona saa baba hajaokoka na tunatarajia na yeye Mungu anaweza kumsaidia akaja akaokoka. Saa nilikuwa nategemea tu hivi vitu vitakuja kuisha. Na sikutaka anigundue. Kwa hiyo nilikuwa naomba... Wakati mwingine nalia, lakini nilikuwa nalia kwa uchungu sana, lakini kimya kimya kimya, sikutaka baba ajue haya madhaifu yote, sikutaka baba ajue. Ila baadaye baba yeye alikuwa ameshamgundua kabisa, yeye baba alikuwa ameshamgundua akaniambia, kweli, atauawa huyu mtoto, ana matendo mabaya, ameshaharibika. Ah, nilikuwa muda mwingi niko kimya, lakini zaidi nilikuwa kwenye maombi zaidi na kuwashirikisha washirika wengine, naambia, muombe mtoto wangu. Nilimgundua hapo mwisho, baada sasa ya kuja kufatwa, kufatwa pale ndani na kuchukuliwa pale ndani na alikuwa me, alikuwa ajisikii vizuri, alikuwa ajisikii vizuri na alikuwa amenishirikisha, alikuwa amelala pale ndani. Sikujua siku ya pili, si, si alilala ndani pale usiku, sikujua siku hiyo. Nimetoka nikaenda mimi nifanya biashara ya samaki. <laughs> ni samaki, kanambia, mi, nikambia, nini, ya samaki. Kwa hiyo nimeenda kwenye samaki, nilivyorudi akanambia mama, mimi naumwa. Nikaambia nini, akanambia ah, kuna vijana wamenichangia, wamenipiga vijana wanne kuli nikamwangalia, alikuwa ameumia kwenye sikio, ameumia kanisha sehemu zingine ameumia, alikuwa amekatwa hapa, katwa hapa, nikaogopa sana. Nikamwambia ni nini, akanambia wamenichangia, wamenipiga sana. Ah na damu kweli, nikaingia pale ndani, kulikuwa kuna damu damu pale chumbani, nikagundua. Nikaendelea sasa kugundua huyu hana matendo mazuri, nika ikaenda kutafuta dawa, nikapata dawa, nikamhudumia nikaendelea kumsihi Mungu na kumuomba Mungu sana ili Mungu amsaidie amuondoe huko kwa sababu alishaokoka. Ah, nikaendelea tu na shughuli zangu pale nyumbani ile asubuhi. Nikawa nimebandika chai kabla sijategua chai akaja kijana mmoja akatusalimia, akaenda kainama, akawa ame kainama kwa mume wangu, akawa ameongea naye. Sikujua. Hasa mume wangu alikuwa amekaa na kupukuchua mahindi hakunambia sasa nikawa naendelea tu pale, nikajua ni mambo ya mpira. Mume wangu anapenda sana mambo ya mpira, ni mshabiki wa Yanga. Kwa hiyo baadaye ikaja to, ikaja toyo nimbeba watu wawili wa, wa, pamoja na driver ni watatu, wakasalimia haraka haraka wajaye kufika pale, wakanambia ah, naendeleaje vizuri. Mmoja akasema basi tusiwacheleweshe mama, nani Mudi, wanamwita Mudi, jina ambalo kabla hajaokoka, Mudi yuko hospitali amekatwakatwa sana mapanga, yuko pale amelazwa na hana nguo. Tunaomba nguo aende akabadilishe. <laughs> Nilishtuka sana nikasema eh, sikuweza yani, sikuweza. Baba ndo aliingia akatoa nguo ndani akampa. Sikuweza kwenda hata hospitali, niliweza tu kumpigia dada yake simu na mdogo wake, wakashtuka sana wakasema tunaenda huko. Nikamwambia sawa, sikuweza kufika hospitali sikuwa na nguvu ya kufika hospitali, nilichoka sana ah, nilikuwa natoka tu ndani naingia, natoka. Ilikuwa kuna jua jua hivi nikimbilia saa tano naota jua, natoka naingia ndani narudi, sikuweza. Ila baadaye tulikuwa tumewasiliana nao, akanambia ataweza kukaa hapo hospitali, kwa sababu wale watu waliomkatakata walikuja wakasema, kumbe ajafa, kumbe ajafa. Sasa hospitali ndio wakashauriwa na daktari huyu mtu amtoe pale hospitali na pale hospitali alikuwa anajulikana sana kwa sababu alikuwa anawahudumia. Wakati huo alikuwa anafanya kazi, mfanya biashara wa chipsi, kwa hiyo alikuwa anawahudumia sana pale nini. Kwa hiyo walivyogundua ni yeye, walimpa matibabu na walishauri kuwa ondolewe pale haraka sana. Kwa hiyo aliletwa nyumbani akiwa amebebwa mpatiwa kwenye bajaji, tulimpokea halala. Siku saba hakuweza kuamka, siku saba yani, yani siku saba tu amelala, hakuweza kusogeza hata mkono. <laughs> Kwa hiyo alikuwa anasaidiwa na baba baba, na yeye alitulia tu nyumbani akimsaidia nami. Tulikaa pale, niliendelea kushangaa sana, ila hata hapo hakufunguka. Aliniambia tu mama, tulikuwa tu disco sisi si. Kwa hiyo tulipokuwa tumetoka, ah, walitokea tu watu, nilishangaa yule driver aliondoka na toyo Viskujua, kwa hiyo walinifanyia hivi, sikujua kwa sababu nilikuwa nimekunywa pombe. Sikujua mama, kilichoendelea nimeshtukia tu niko hospitali mama yangu, kwa hiyo ndio hivyo. Yani alieleza tu hivyo, lakini haikufunguka hakunieleza chochote. Kwa hiyo ilivyoendelea pale baada ya kupata nafuu, alipata nafuu kidogo sana. Yani kidogo tu, lakini siku moja alirudi ana ana alivaa hebu hebu fulani kubwa hivi za kisasa zilizotoka. Alirudi hana, amekuja na soksi tu. Nililia machozi nikamwambia wewe, ujapata hata nguvu, umetoka hapa? Akaniambia, mama, nilikuwa na rafiki zangu hapo saiti, yani pakatokea maaskari wakasema mpaka saa hizi mko hapa. Kwa hiyo mama, ndio hivyo nimekimbia, nimeweza kufika hapa nyumbani. Nilimhurumia, hakuwa amepona vile vidonda vizuri. Basi ndio iliendelea matukio mengine sasa ya simu, ya simu ndio ilishatokea hapo nyuma, ndio akaendelea saa ya alivyokatwa katwa, katwa. Yani akaendelea sasa, ndio akawa anakuja usiku sana. Kwa kweli alikuwa anakuja usiku nyumbani, nami nilikuwa silali mpaka arudi, silali arudi, naomba tu mpaka naomba, naamka, naamka nikimwambia baba, si usiki na hiyo mambo kabisa, namfungulia, namuoja, naambia mama, ngoja nilale, tutaongea asubuhi. Kwa hiyo ndio hivyo iliendelea hivyo mpaka kufikia hiyo ya beti, yani kufikia ya beti sasa alikuja watu waligonga usiku, nilishtuka, nilikuwa kwenye singizi mzito. Waligonga nikasikia mmoja anasema sio hapa, ndo akaenda kule. Sasa kule na mlango ulikuwa uko wazi, kuna mzee mmoja alikuwa analala pale, mlango ulikuwa wazi. Kwa hiyo alifika tu, alimchukua akiwa amelala. Nafikiri alimkuta yuko kwenye usingizi akiwa na ile maumivu sasa ya kupigwa na watu wanne. Kwa hiyo akawa amemchukua akamtoa nje, niliangalia tu kwenye mwanya wa mlango hivi, nikamuona anawambia siendi mahali popote, siendi mahali popote kweli. Wakawa wamemchukua walimpiga sana, baba akatoka akawa amewafuatilia. Mi niliamka tu, nikalala kwenye sakafu nikamlilia Mungu, nikamwambia Mungu, si ulisema katika Wakorinto wa kwanza mlango wa saba mstari wa kumi na mbili katika maombi ya yule yule amini na mwenzi wake utakasika na watoto wake watakuwa wasafi. Baba, watoto wangu wako wapi? Nikawa namlilia Mungu. Mm. Nilimlilia Mungu, nililala pale chini kwa muda mrefu sana mpaka mme wangu alivyorudi. Alivyorudi nilipata ujasiri nikasema sasa nikionyesha udhaifu mbele ya huyu baba, huyu baba hajaokoka. Mm. Nikaamka nikamwambia nika Mungu ntie nguvu, nikaamka nikanawa uso nikachukua mavazi mengine nikavaa nika, Nikaamua kuja kanisani nikatoka, nika barabarani ilikuwa kwenye saa saa kumi <laughs> nafikiri ilikuwa saa kumi na nusu nilitoka barabarani alfajiri. Hmm. Nikatoka barabarani, nikatembea, nikakutana na mlinzi mmoja, nikawambia ah, wamemchukua kijana wangu sijajua wamempeleka wapi. Je, alikuwa hapo jirani linda gereji? Je, uliwaona au ulijua ni gari gani? wakanaambia kuna gari lilisimama hapa, kuna mzee mmoja anaishi Magadini. Kwa hiyo waliongelea ishu ya betri, na yeye aliongea kuwa betri iko mjini, kwa hiyo ndo wameondoka naye. Kwanza nilimshukuru Mungu kwa kujua ni ni ni nani aliyemchukua, maana nilikuwa sijui. Maana baba alikuja akasema amempakia kwenye gari, sijui wamempeleka wapi. Ah, nikatoka nikasema naelekea kanisani. Ngoja nikamlilie Mungu kanisani. Mungu amsaidie wasimuue. Maana watu walikuwa wanauawa sana kipindi hicho, nasikia tu mtu amechukuliwa ameuawa. Nili, nilivofika kabla sijafika kanisani kuna binti yangu anaishi maeneo ya hapo karibu, nilipofika nikamwambia dereva toyo, geuza twende hivi. Tukaenda kwa binti yangu nilipofika pale, nilimweleza, nilimlilia Mungu. Kwa hiyo nilikuwa naendelea tu kumsihi Mungu na kulia sana. Yaani <laughs> kilio changu kilikuwa cha muda mrefu sana. Yaani kama kuomba niliomba sana, sijawahi kuomba hivyo. Ah, mpaka mchungaji alipokuja nilikuta kweli kwenye sakafu, nimelala na nimlilia Mungu. Ah, mchungaji alinitia moyo na kuniombea na kunisihi niamke hapo kwenye sakafu nipande hata kitandani kwa sababu hapo kwenye sakafu kuna baridi. Nilimsikiliza mchungaji wangu, nilipanda kitandani lakini nilimlilia Mungu. Maana pameshakuchwa sasa, alichukuliwa usiku, pameshakuchwa sijajua wamempeleka wapi, yuko hai au yupo hai? Niliendelea kumlilia Mungu mpaka saa tano ya mchana, ndio binti yangu mdogo alikuja akanambia, mama, nimetoka hivi nikakutana na gari, nimemwona na Josefu yuko kwenye gari, mnaitwa mwende pale. Ah, ndio nikaamka pale kitandani sasa kwenda pale. Nilimkuta yule mzee ananifahamu toka nikiwa mdogo, akanisalimia akanambia, binti yangu ni wewe? Nikamwambia ndio. Na huyu kijana? Nikamwambia ni mtoto wangu Akanambia, kweli ah, walichukua betri pale nyumbani, ila mi nimezipata, hamna shida. Binti yako kijana wako namwachia, tunataka laki moja ya mafuta. Ah, ilikuwa li, na hela kidogo, ni hela tu ambazo, maana nilikuwa nimefiwa na babangu sio muda mrefu, kwa hiyo kuna hela ambazo nilipewa tu za rambi rambi, kwa hiyo nilizihifadhi tu, nikarudi nikamshauri binti yangu, binti yangu akasema hapana, ngoja tushauri kama anataka ampeleke polisi nini. Ah, nikaona kama ajui uchungu mm <laughs> wa mtoto wangu, kwa hiyo nilirudi pale nikamsili baba, nikamwambia na elfu hamsini naomba mwachie kijana wangu tu, nikupe hii, nikuchangie mafuta. Ah, yule dreva akasema akamwambia baba yake, nilikuwa ni mtu na baba yake akamwambia baba, pokea tu, msikilize huyu mama alinihurumia sana, nilikuwa nimechoka sana, alinihurumia nikatoa ile elfu hamsini nikawa nimewapa akanambia, hatuwezi kumwachia hapa, tunamrudisha tulikomtoa. Ah, pole sana mama kwa yote ambayo umeyapitia. Sasa kijana wako amebadilika, ameokoka Amin. Una jambo gani ambalo unaweza ukazungumzia kwa hatua hii ambayo sasa amefikia? Kwa kweli mi namshukuru Mungu kwa hatua aliyefikia. Namshukuru Mungu, namshukuru mchungaji wangu, alinibeba ni baba kwangu, alinibeba sana. Namshukuru Mungu, ila pia nilikuwa na shauri kweli, yaani kama neno la Mungu linavyosema, ukisoma kwenye Efeso wanasema, wako wapi wanawake wenye kuweza kulia na kuomboleza ili machozi yakamfikia Mungu, manake mauti zimechungulia dirishani mwa watoto wao. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu, yani, kama kuna wamama waombe sana, waombe sana na kumlilia Mungu, kwa sababu mtoto unaweza kuwa anamtegemea na ye. Ee, kwa kweli ni, nina ni, watoto wanne ni, ila alikuwa ananifariji sana ni mtoto ambaye alikuwa baraka sana, yani mtoto ambaye hakunilemea hata siku moja, hata katika masomo yake, kuanzia akiwa nasari mpaka Kumaliza form four hajawahi kunilemea. Mm. Alikuwa ni ni mtoto ambaye na alikuwa ni mtoto ambaye anapendwa na watu sana na nini, lakini sikujua adui aliingia saa ngapi, mm, na kuyafanya hayo. Ila alikuwa naomba tu, yani, wa mama tumlilie Mungu sana kuhusu watoto, wala tusiwaamini watoto kwa sababu mtoto anaweza akawa na matendo mabaya lakini usijue, mm, kila tunapomlilia kumlilia Mungu, Mungu anaweza akamponya kwa kupitia maombi yetu sisi kwa sababu hata alifikia kijana ilikuwa wawe kabisa, mm. hata -hmm. alivyo nishuhudia, alinambia mama ilikuwa ni fem muda mrefu sana, ni Mungu hata <laughs> hapa nilipofikia, ni Mungu, ila sikuwa najua chochote. Maki alikuwa ni mnyenyekevu sana, hata akija nyumbani ananyenyekea sana. Hata anapofanya biashara yani lazima atawapigia simu, waulize nyumbani, mmekula nini? Hata ukimweleza anakwambia ngoja nije mara moja, atawaletea mboga kwa haraka na <laughs> yani sijui yani hata akipata kitu kizuri, hata viatu alikuwa ananiletea, ananiambia mama hivi ni vya kanisani. Kwa hiyo alikuwa faraja sana, yani sikujua. Yaani sikujua, nilishangaa Mungu sana. Sikujua kama aliingia huko na Mungu tena amemtoa. Yaani nasema tu ni Mungu na ni maombi. Ni maombi kwa sababu kweli nilikuwa naomba muda mrefu sana. Nilikuwa nafunga muda mwingi sana. Nafunga hata mume wangu ajui, nafunga. Yaani nafunga muda mrefu sana. Hata watoto wananiambia mama mbona unapauka? Mimi nilikuwa nafunga. Mm. Nafunga nafunga muda mrefu sana, nikiona wakati mwingine nakosa amani, naingia kwenye maombi ya kufunga. Ah, mimi sijui mimi nasema, namshukuru Mungu kwa sababu yani ni Mungu amesababisha hayo yote haya. Namshukuru Mungu kwa kumpata tena Bake. Alikuwa ameshapotea, Mungu amemrudisha tena. Namshukuru Mungu, namshukuru Mungu sana, yani sina cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu na babangu ambaye ni wa kiroho ambaye amenibeba sana kwa kweli amenibeba sana juu ya familia yangu, namshukuru Mungu kwa kweli. Ila ah, nashauri tu, hata wazazi wengine wanateseka, waje waje kwa huyu baba. Kwa kweli ni baba kiro mzuri, ana maombi mazuri kwa kweli, kwa sababu ningekuwa naabudu sehemu ambaye sio sahihi, ningekuwa nimeshampoteza tayari, angekuwa Yosefu ameshapotea tayari. Lakini naabudu sehemu sahihi, ndio maana leo Mungu amemrudisha tena. kuanzia sasa hivi kanisani hapa kwetu tie juu ponyaji tunaanza huduma ya masaa ishirini na nne mahali popote ulipo una changamoto utatupigia simu na sisi tutakupokea na tutakuelekeza wani nasema mtu akinisikiliza maelekezo nitakayompa kama mchungaji na kuambia kwa jina la Yesu lazima ufunguliwe.